Eh, bana mambo vipi? Ni wakati mwingine tena. Sisi kama Procha TV tunakuletea maujanja mbalimbali. Ah, na leo nimeamua kushia na nyinyi swala la Google Ads. Ah, ile swala la bwana limekuwa linasumbua watu wengi, ikiwemo mimi mwenyewe linanisumbua. Unaweza ukawa unafanya mambo yako mtandaoni, upo Google. Unakuta inakudisturb, video unajiplay jiplay yenyewe ya tangazo. Kitu ambacho sio kweli watu wengi wanakichukia. Au unaweza kuwa unacheza una games magame mengine kama Dream League unakuta advertisement zinajiplay automatic bila wewe kupenda, na application mbalimbali hivyo, nikaamua kushia na nyinyi jambo fulani hivi, ambalo ni kwamba jinsi ya kuzuia matangazo hayo ya siku kile. Unaweza ukaamua ukazuia muda, kama utahitaji kuangalia matangazo pia, unaweza ukarudi tena kule ukaseti kama kawaida, akarudi matangazo. Njia zipo mbili tu za kuzuia matangazo mtandaoni, yaani nikimaanisha kila sehemu, kuanzia website na application zote, utaweza kuzuia matangazo yasije play. Au tu inamaanisha kama una peruzi, basi hamna chochote ambacho kitakudisturb wewe. Kama una play game, labda una application yako yoyote, hautakuwa na, na disturbance yoyote. Kuna njia mbili. Njia ya kwanza utaingia, utaingia setting, setting ya simu, setting ya simu utaitafuta ilipo. Setting ya simu, search ya simu, kwenye search hapa setting hiyo uh, uh, utaifungua. uh, ukishafungua setting uta search hapa, uta search sechi DNS. Haya, sechi DNS hapa utabofya private DNS. Haya, private DNS ukishaifungua, ina option tatu: kuna off, automatic na private DNS provider hostname. Hasa kwa kawaida utakuta ipo off kwa utachokifanya utatakiwa ubofi hapa kwenye private dns provider host name utabofi hapa na kushabofi hapa itatakiwa uandike uandike dns yenyewe ambayo ndio hii hapa mimi tayari najua ni pale nimeiandika na wewe unabidi uiandike inaitwa dns.adguard.com kwa utaiandika hapa kwenye nafasi iliyopo chini ya private dns provide host name baada ya hapo, kitachofuatia utabofya save. Ukishafanya hivi hapa, tayari utakuwa umeshaweza kuzuia matangazo kujiplay bila wewe kutaka, bila ridha yako. Kwa hiyo muda wote ukiona unahitaji tena matangazo yawepo, utarudi hapa, ya hapa utaweka off. Hiyo ndio njia ya kwanza kuzuia matangazo. Ah. Njia ya pili ya kuzuia matangazo. Uguats. Njia ya pili hapa apa setting, usitoke utaingia katika setting kama tulivyoingia njia ya kwanza, utaitafuta Google, utatafuta Google ukishaipata Google, utaifungua uta click Ta click Google. Haya hapa ameniletea recommendation, lakini mi nitachagua upande wa pili all service, kwamba uniletee vitu vyote. Sasa baada ya hapo kishaletewa utascroll chini taratibu, tunatafuta ads taratibu taratibu taratibu, tunascroll hii hapa nishaipata, ipo kwenye privacy and security ads Nitaikliki. Nikisha click utaona hapa kuna option nyingi zimekuja, lakini option ambayo inafanya matangazo yasiwepo ni kufuta ID, ID yako ya matangazo, kwa sababu matangazo unayoyapata wewe unakuwa na ID yako kwenye simu. Kwa hiyo kama pia ukifuta Google, Google ID ya advertisement, maanake wewe pia simu yako haitakuwa ya, haitasumbuliwa na, ya na matangazo Wee ni njia nyingine nyepesi kabisa. Kwa hapa nitabofya delete advertising ID, nitaclick, wataniletea ni confirm delete advertising ID, tena nitaclick delete. Pia kwa kufanya hivi nitakuwa nimeshaweza kuzuia matangazo kwenye simu yangu. Katika website yote nikiingia au application yote nikifungua, sitasumbuliwa na matangazo kama, kama ilivyokuwa njia ya kwanza, pia unaweza ukarudisha ukaamua urudishe urudishe tena uwezo wa kuweza kuangalia matangazo <laughs> utaingia uta hapa, hapa. Baada ya hapo uta uta click hapa get new advertising ID, uta click kama ilivyo kawaida utakwambia confirm. Uta confirm. Baada hapo utakuwa kurudisha utakuwa umeweza kurudisha uwezo wako wewe wa kuangalia ads kweni hivyo ukihitaji kuzuia uta, uta, bonyeza delete advertising ID. Ukihitaji kurudisha tena matangazo utaweka create new advertising ID. Hii ndo njia ya pili. Kwa kufanya hivyo, naamini utakuwa ushaweza kuzuia matangazo kwenye simu yako, maana watu wengi sana, matangazo yamekuwa akiwakila, unafanya jambo lako la muhimu a tangazo lina yenyewe jenyewe mwenyewe. Nimekuwa ni mhanga wa jambo hilo kut, unafungua unacheza game, tangazo linakuja jenyewe hivyo, naamini utakuwa umenufaika na, na, na mchongo leo. Nikukumbushi kama uja pia chaneli yangu ya Pocha TV, bofia hapo chini alama subscribe, kisha kalama kakengele, itakuwezesha wewe kupata video zangu mpya kila video ikitoka, utaletwa taarifa na namah, utaclick utapata maujanja mapya. Asante kwa kutazama video yangu. Mimi ni Procha, asante.